Maendeleo Chadema kimetishia kususia kushiriki mapokeo ya matokeo ya uchaguzi kwa mfumo wa tehama iwapo tume ya taifa ya uchaguzi NEC itawazuia watanzania au itawazuia wataalamu wao kukagua mfumo huo kama wanaridhishwa nao ama la. Mwanahabari wetu Josephine Mwiswaga kama anavyoripoti ni kwamba pia Chadema wamedai kutokana na kasoro zilizopo tayari wamemwandikia barua katibu mkuu wa umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuingilia kati. Kauli ya Rais Jakaya Kikwete dhidi ya wale watakaokiuka agizo la NEC la kukaa mita mia mbili baada ya kupiga kura. Hatua hiyo inakuja huku zikiwa zimebaki siku chache kufanyika kwa uchaguzi mkuu Tanzania. Wakati hayo yakiendelea, tayari kuna taarifa za mwanachama mmoja wa Chadema, Emili Kibatala, kufungua jalada la kesi katika mahakama ya kimu mkazi Kisutu akitaka ufafanuzi wa sheria ya uchaguzi namba mia moja na nne ya mwaka elfu mbili na kumi na tano inayotaka e kukaa umbali wa mita mia mbili na kituo cha kupiga kura mara baada ya kupiga kura akizungumzia sababu zilizopelekea kuisusia NEC kutokana na mfumo wa tehama na ukusanyaji wa matokeo, mmoja wa wanasheria ya Chadema Po Malia anasema, tumeandikia barua barua a, a, a kwa Jumamosi, tumeandikia pia barua balu, watupe ufafanuzi juu ya yale masuala ma, ma ma ambayo tumeonyesha hapa, magodauni mahoteli, ambayo ni picha za wapiga kura Tafsiri yake ni nini? Akielezea misingi na matakwa yaliyopelekea kumwandikia barua kuhusu kukaa mita mia mbili baada ya kupiga kura, Maria akaongeza, Tanzania kama mmoja wa wajumbe Umoja wa Mataifa na mmoja wa watu waliotia sahihi mkataba wa kuanzisha mahakama mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai, imekubali kuwekewa vikwazo, kuadhibiwa na kushtakiwa na vyombo hivyo wana wajibu wa kuambia Tanzania ni kwa nini daftari lile ni chafu na kwa nini daftari lile limeandikiwa katika namna ambayo imegharimu mabilioni ya Watanzania ya walipokodi, lakini hali yake ni mbaya, na likiachwa hivi hivyo, maana yake inaweza kusababisha sintofahamu kubwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa mwaka huu wakati huo huo Umoja wa Katiba ya Wananchi ukawa umetangaza kusimamisha mikutano yote ya kampeni ifikapo Oktoba 20 ili waweze kushiriki kuwaga mwili wa Dr. Emmanuel Makaidi, ambaye alikuwa ni miongoni mwa wenye viti wenza wa UKAWA. Alifariki dunia Oktoba 15 mwaka huu uko Lindi kwa shinikizo la damu. Josephine Mwiswaga, Star TV, Dar es Salaam.